Ziara leo e, tarehe 3 Januari hapa Kigamboni na nimefanya ziara ya kukagua miradi ya barabara, miradi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha hapa Kigamboni zaidi ya bilioni 78 kwa pakeji ya kwanza, ya tatu na ya nne. Tutakapokamilisha pakeji ya pili pia ili ziwe nne zote kamili, tutakuwa tunazungumzia mradi wa zaidi ya bilioni 112. Lakini kwa sasa tumeanza na mradi wa bilioni sabini na nane na ujenzi unaendelea katika maeneo yote kwa ngazi tofauti tofauti. Kwenye ukaguzi huu nimebaini mambo kadhaa. Nimebaini uzembe wa msimamizi wa mradi pale package 3, na nimetoa maelekezo msimamizi yule kwa mujibu wa mkataba wa ufuate utaratibu wa mkataba wa, wa hold fedha zake malipo yale ya kimkataba ambayo yeye asipotimiza wajibu wake, sisi tu, kama kama, clients, kama wenye mradi tunalazimika kuzuia malipo, kwa sababu kama msimamizi yupo na mradi hausimamiwi vizuri, tunamlipaje kwa kutokusimamia vizuri? Ina maana hata asinge kuwepo mradi ungeendelea kujengwa hivi hivi, na tungeendelea kumenyana hivi hivi, why do we pay someone ambaye hafanyi kazi. Nimewaelekeza TARURA kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa TAMISEMI wasimamishe malipo yake yule, wafuate utaratibu wa kimkataba, wasimamishe malipo yake. Hilo la kwanza. La pili, nimekuja kwenye package hii ya nne ambayo ina, ina bilioni ishirini na saba na mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameshalipa mahala hapa bilioni tano. Kazi zinaendelea kwenye maeneo mengi, ukiacha maeneo machache ambayo sisi serikali tunajipanga kushughulikia fidia kwenye eneo hili la package 4, nimemwelekeza mkandarasi Asifanye kazi kwa kuwahujumu wa Tanzania wanaofanya kazi chini yake, awalipe malipo yao stahiki zao. Bahati nzuri jambo hilo ni mtambuka, taasisi zetu nyingine za serikali zitaendelea kuliangalia, lakini nimeelekeza vijana wanaofanya kazi kwenye kampuni ile kwenye mtambuka.